omba mtu erazi kwa nini, tumepata ujumbe, tumepata audio, tumepata message nyingi ambazo zinatuuliza kuna nini nyuzi mbona kimya? Kwa kweli una haki ya kusema hivyo, wewe mtazamaji pia msikilizaji. La kila ambacho nitakueleza ni kwamba mtandao unatupiga kenga, mtandao kabisa umetuangusha mtandao kabisa, bila shaka umeweza kutuharibia kazi siku ya Ijumaa wala hatukupata fursa ya kuweza kuwapa yale ambayo yanaendelea, lakini kile ambacho nitakuelezea ni kwamba hali siyo mzuri katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, haswa sehemu za Kamanyola, nafasi ambako mapambano makali yaliyoripotiwa tayangu juzi siku Alhamisi ya Alhamisi hadi siku ya Ijumaa hiyo jana, na hiyo ni kutokana na mapambano makali baina ya Wazalendo na M 23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Nini kilichoendelea? kabla tuendelee, na kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe tafadhali usikose kusubscribe yaani, yani kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia wapi unakotufata wapi uliko. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa sana kwetu, na kwa mwisho usikose kushare yani kupartage kwa wengine, utakuwa umetupelekea sisi kuja kwa kishindo zaidi mnamo matangazo yetu ya kufuata. Naam, Mtazamaji pia msikilizaji, wengi walikuwa wakitusubiri kwa hamu, tumeandikiwa na wengi lakini huacha kwanza ni kushukuru wewe ambaye una shauku ya kutufuata, una shauku ya kutusikiliza. Asante kwako wewe ambao unaijali chaneli yako hii pendelevu, Kuna Nini News. Bila wewe labda tungeendelea, lakini umejitahidi wewe kushare umejitahidi wewe kusubscribe umejitahidi wewe kulike umejitahidi wewe kuacha komenti yako. Hacha ni kushukuru, shukrani zangu za dhati zikufikie wewe, nimesema asante kwa kutujali, asante kwa kuandamana nasi, Mungu atubariki sote. Na bila ya kwenda mbali, mtazamaji, ni kwamba siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa, mapambano makali aliweza kuripotiwa katika maeneo ya Kamanyola, huku ni hali ambayo ilikuwa sintofahamu baada ya vita tulivyowatangazia siku zilizopita, na umiliki wa eneo hilo siku zilizopita, na baadaye M23 RDF jeshi la Rwanda kutafuta njia za Kaziba Rurambo, ili waweze kupenya kwenda kwenye tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga, haswa sehemu si zake za Nyanza za juhu, maeneo ambako wanapatikana makundi ya Tigbanero, Ngumino, Red Tabara na Rohide, haswa yale ambayo yalikuwa yakiongozwa na marehemu Kanali Michelle Rukunda Makanika na yakawa bila mafanikio. Baada ya hapo, askari wa RDF wengi wao waliokuweko katika maeneo ya Kamanyola kupandia sehemu hizo, na sehemu ya Wazalendo waliokuwa kwenye mtandao huo kwa kuvuka kwenda upande mwingine haswa tukichukulia bonde la Ruzizi, mji wa Kamanyola ambao unapatikana kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ukichukulia mpaka wa upande mmoja Kamanyola, upande mwingine Bugarama, kulikuwa hali ya utupu muda fulani, lakini hivi majuzi tu kulikuwa hali ya sintofahamu na mapambano yakaweza kuripotiwa makali kabisa. Wazalendo wakaweza kuwarusha na kuwafeka M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Lakini mapema siku ya Ijumaa, RDF yaani M23 RDF, jeshi la Rwanda, pamoja na AFC, wakaweza kuongeza vikosi, askari wakaja kuingilia wazalendo maeneo ambako walikoa, mapambano yalikuwa makali kabisa mapambano yakaweza kupamba moto, risasi liliweza kundindima. Bila shaka habari ambazo ziliweza kutufikia kwa dakika za mwisho kabla mtandao uweze kutukoroga au kutupiga chenga ni kwamba M23 RDF ya jeshi la Rwanda kama AFC walifanya kile wawezalo, wakiongeza idadi ya askari wao pamoja na vifaa kwa ajili ya kujitahidi ili kurejelea katika maeneo ya hayo, yaani kufanya kile wanachokiweza kuhakikisha kwamba wanarejelea na kumiliki tena eneo hilo. Mnamo saa zote za alasiri hadi vile usiku ulipoingia, tulilala tukiwa hatuna mtandao, tulikuwa hatuna mawasiliano ili kufahamu kinahubaga kinachoendelea kwenye uwanja wa mapambano, hadi muda huu ambao tulionao, ndugu mtazamaji a msikilizaji wa Kuna Nini News, kinachoendelea Kuna Nini News hijafanyikiwa. Ikiwa kuna wale ambao tayari wana habari za kina, hawana budi kutuandikia, hawana budi kutufahamisha, labda hata kupitia comment ambazo wataweza kuzileta, kwa sababu ni tangu halasiri siku ya Ijumaa hadi usiku mzima kwetu sisi tulikuwa hatuna mawasiliano Mtandao ukiyumbayumba na manamo sasa alfajiri siku ya jumamosi hii ya tarehe Machi ishirini na tisa tumeona sasa dalili za mtandao kuweza kutokea tena, network kuweza kuonekana tena. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kilichoendelea ni kwamba hatukuweza kufahamu, na ndio kwa maana tumewazungumzia kuhusu yaliyokuwekwa siku ya alhamisi na siku ya Ijumaa mnamo saa za kabla ya hazuhuri, lakini alioendelea jioni hatukufahamu kabisa, hivi ikiwa kuna yale ambayo yaendelea zaidi ya hapo au kando na hayo ambayo tuliweza kutoa hatunabudi kuzungumzia na nazungumzia kuhusu Kamanyola. Mji wa Kamanyola unapatikana kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, na mpaka huu, yaani ya boda hiyo, ni ile boda ya Bugarama upande wa Rwanda ikiwa ni Bugarama upande wa Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni Kamanyola. Nimerejelea hapa, mtazamaji, msikilizaji, wale ambao walikuwa wakitupiga maswali kuhusu yale ambayo yaliendelea au ambayo yaliweza kushuhudiwa siku ya Ijumaa. Ni hapo tulipokomea kutokana na hali ya mawasiliano kuyumbayumba kwa mtandao, ila siku ya Alhamisi mapambano yalikuwa makali huku wazalendo wakiweza kuwarusha M23 RDF jeshi la Rwanda, na baadaye ijumaa asubuhi M23 RDF jeshi la Rwanda likaja kuwashambulia tena wazalendo, ili udaribu au ili kuhakikisha kwamba wanarejelea upya mahali walipokuwa. Narejelea na kusisitiza kusema yaliyoendelea hapo. Kuna Nini News haikufanyikiwa kwa sababu tulipigwa chenga na mtandao kawia, ufike wahenga usema. Tuko hapo kwa ajili ya kukupa habari zilizo sahihi, itakachoendelea hatuna budi kuwazungumzia.